Mtoto ni nani? Mtoto ni mtu yoyote chini ya miaka kumi na nne, kumi na nane, na haki na, na, zake muhimu zinazomlinda ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kuendelezwa, haki ya kulindwa, haki ya kushiriki na haki ya kutobaguliwa. Haki hizo zimetokana na sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008. Kutokana na ubaguzi wa rangi uliopelekea mauaji ya watoto katika nchi gani? Afrika Kusini. Afrika Kusini. Afrika Kusini. Harakati zilifanyika na hivyo kuazimia kuanzishwa maadhimisho ya Siku ya Mtoto wa Afrika kwa lengo la kuwakumbuka watoto hao waliouawa huko wa Soweto, Afrika Kusini. Hivyo basi, kupitia maadhimisho haya serikali na wadau tunakumbushwa kupanga mipango thabiti ya kuendeleza watoto na kuhakikisha changamoto zao zote zinatatuliwa. Kauli mbiu ya mwaka huu inasemaje? Watoto wangu semeni kwa nguvu haki za mtoto tulipotoka, tulipo na na tuendapo. Kwa hiyo serikali yetu chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa na malengo thabiti ya kuwalinda na kuwatetea na kuona watoto wanaishi mazingira mazuri, wanapata elimu nzuri, wanalindwa na wanaendelezwa kwa, vikam, kwa mujibu wa taratibu na sheria. Pamoja na jitihada za serikali katika kuhimiza maadili mema na upendo kwa watoto wetu, bado kuna matukio mengi ya ukatili. Mmewasikia watoa mada wakieleza juhudi zinafanyika, lakini bado kuna watu wenye nia mbaya sana na watoto wetu, wanaendelea kuwadhuru na kuwafanyia mambo ambayo hawastahiki watoto. Ukatili unafanyika zaidi majumbani kwa asilimia sitini na shuleni kwa asilimia arobaini. Changamoto kubwa katika kukabiliana na ukatili dhidi ya watoto unatokana na ukimya wa wazazi na walezi katika kutoa taarifa na nyie pia watoto, hamtoi taarifa. Mnaambiwa, mmefundishwa hapa, mtakuja mnieleweshe hapa mbele. Mtu asikushike masehemu zako za za siri, asikushike kuna sehemu fulani. Lakini mtu akikushika unakaa kimya, sio vizuri, sawa? Mtu akikufanyia kitu chochote unachoona ni kinyume, toa taarifa, mtafute mwalimu ambao ni rafiki yako Mtafute mama yako, mtafute baba yako, mwambie fulani leo amenifanyia kitendo hiki. Sawa, watoto wangu, msikae kimya, tunawahitaji wahitaji. Nyie ni mama Samia, hapa namwona mama Samia, rais wetu ajae. Kuna madaktari hapa, mtoa mada amesema kuna wanasheria, si ndio? yeah. Kuna watakaotuendesha huko na ndege, si tuishakuwa wazee, wote mko hapa kwa hiyo kwanza mjilinde wenyewe watoto wangu, sawa? Eh, hakuna mtu ambaye atakaye kukaribia akakuharibia maisha yako. Mkiacha hivyo, ndo mtasikia mmoja anaumwa, kapata maradhi, kaacha shule, lakini hatutaki nyie watoto wetu muache shule. Kauli mbiu hii ikifanyiwa kazi ipasavyo, wazazi na walezi, tutahakikisha watoto wanapata huduma zote muhimu ikiwa ni pamoja na huduma za afya kwa kuhakikisha wanapata chanjo, kuwapatia mahitaji ya shule ikiwa ni pamoja na sare, vifaa vya shule pamoja na chakula. Kiongozi wote, kiongozi anaweza akawa mwalimu, anaweza akawa ni mzazi, akawa ni mlezi, pamoja na viongozi wa dini, kuhakikisha kuwa tunakuwa na mijadala katika ngazi za vijiji mitaa na kata ili kutafuta ufumbuzi wa changamoto za malezi duni ya watoto na hasa hapa shuleni. Naamini mijadala hii ikifanyika itakuwa chachu kubwa ya jamii kutambua hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha watoto wote wanakuwa salama wakati wote katika halmashauri yetu na taifa kwa ujumla. Pia viongozi wa dini na walimu kuhakikisha kuwa wanatumia nafasi zao vyema katika kuimarisha elimu na vipindi vya dini shuleni ili kurejesha maadili yaliyopotea kutokana na kasi ya utandawazi. Hapa kuna watoto ambao wanatumia simu? hakuna hakuna mtoto mwenye simu. Aidha, waandishi wa habari na asasi za kiraia kuhakikisha kuwa wanafikisha elimu ya maadili mema ya Tanzania na jamii kwa ujumla katika halmashauri yetu ya manispaa yote ya Singida. Kipekee pia nitoe shukurani nyingi kwa watoa mada wetu, nitoe shukurani nyingi kwa walimu, nitoe shukurani nyingi sana kwa watoto wangu wazuri ambao wamekuwa wasikivu, wamekaa wanasikiliza mada, wamekaa wananisikiliza na wamenijibu.